Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Antwerp, kundi la wezi wanaojulikana kama The Panthers wanapanga kuiba almasi nyekundu kutoka kwenye gala la ndege. Kwa kujifanya mhudumu wa ndege, Giovanna anapata chumba binafsi na kuweka vifaa vya udukuzi ili kufanya upelelezi. Wengine kwenye timu wamejificha ndani ya magari mawili yaliyo ndani ya kontena na wanaendesha kuelekea galani wakiwa wamevaa kama askari wa SWAT. Wakifika karibu wanatupa bomu la moshi, wanapiga risasi kamera na kuwafunga kamba watu wote. Kisha wanatafuta sanduku sahihi na kuchoma kufuli ili kulifungua. Mara wanapopata mzigo sahihi, wanakimbilia kwenye magari yao kwa sababu walinzi wamefika. Kukimbizana kunaanza, lakini timu ilikuwa imejipanga kwa hili. Magari yao yanajificha tena ndani ya kontena ambalo linabebwa na lori likijifanya ni mzigo wa kawaida. Wakati huo huo huko Los Angeles, Sheriff Nick anatupa pete yake ya ndoa na kuvunja vitu bafuni baada ya kupoteza kila kitu wakati wa talaka. Anaamua kwenda baa kunywa na anaona habari kuhusu wizi wa uwanja wa ndege na mara moja anahisi kuwa ni kazi ya Panthers. Jioni hiyo anamtafuta Holly, mjane wa mmoja wa wanachama wa Panthers aliyekufa. Anaingia kwenye gari lake na kumlazimisha kufuata gari lingine hadi bandarini ambapo wanaingia kwenye kontena. Nick anamuuliza Panthers wameenda wapi na wanaficha wapi pesa, lakini Holly anataka sehemu ya pesa hizo au atatuma video chafu ya yeye na Nick kwa mabinti wa Nick. Nick hana chaguo ila kukubali na Holly anamwambia pesa zipo kwenye benki moja nchini Ufaransa. Huko Ufaransa, Panthers wanapanga tukio lao la pili. Doni atajifanya mfanyabiashara wa almasi wakati timu yake watajifanya mapromota wa tamasha lijalo. Giovanna anamtambulisha Doni kwa Hava mke wa meneja wa benki ambaye amemuonesha almasi nyekundu za wizi kama uthibitisho wa utambulisho wake feki. Kisha Hava anampeeka Doni kwenye kituo cha dunia cha almasi, World Diamond Center, na Doni anapata nafasi ya kusoma mahali kamera zipo na miondoko ya walinzi. Doni anapewa ofisi yake kwa ajili ya mzigo wake, lakini ananyimwa sanduku la kuhifadhia, vault box, kwa sababu yote yamejaa. Wakati anatoka, Doni anamwambia Giovanna wanahitaji kutafuta njia ya kuingia kwenye vyumba vya kuhifadhia bila kujua kuna mtu anawatazama. Huko Italia, bosi wa mafia anayeitwa Octopus anagundua almasi zake nyekundu ziliibiwa na anatumwa watu wake kuzitafuta. Baadaye, Hava anampeleka Doni kwa mkaguzi wa thamani ambaye anathibitisha almasi nyekundu ni halisi. Kuna kifaa cha kufuatilia tracker kimefichwa kwenye mzigo huo, lakini kwa mshangao wa Doni, Hava anakitupa kwenye kikombe cha kahawa kabla ya kutoa ofa ndogo ya pesa kuliko thamani halisi. Kwa kuwa Doni anahitaji ukimya wake, anakubali ofa hiyo. Wawili hao wanarudi benki kukamilisha muamala, kisha Doni anaenda kwenye makao makuu ya timu kupitia mpango. Giovanna anawapa wote kadi za simu na kugawanya majukumu kulingana na ujuzi wao. Kwa kuangalia ramani wanagundua bado wanakosa taarifa nyingi, hivyo Doni lazima afanye utafiti zaidi. Hatua yao ya kwanza ni kutafuta njia salama ya kutoroka karibu na mpaka wa Italia ambayo haina kamera. Mchana huo Nick anafika Ufaransa na kukutana na detektive Hugo ambaye amekuwa akiichunguza Panthers kwa muda. Wanabadilishana taarifa za kesi zao na kukubaliana kuwa inaonekana ni genge lile lile. Hugo anamuonesha Nick video za kamera za benki na Nick anafurahishwa kumwona Doni. Hata hivyo, anajifanya hamjuli mtu huyo na kuondoka. Usiku huo, Panthers wanaenda bar na Giovanna anataniana na mlinzi wa benki, huku akiwekea app kwenye simu lake inayowapa uwezo wa kuingilia simu hiyo. Doni panapofika nyumbani, anamkuta Nick anakula mezani na anajiunga naye, huku akitoa wa bunduki yake. Nick anasukuma meza kama usumbufu na mara moja anampokonya silaha kabla ya kutangaza kuwa hana pesa. Inagundulika Nick amechoka kuwa polisi, kwani anafanya kazi kwa bidii bila malipo mazuri. Hivyo sasa anataka kuwasaidia Panthers kuiba benki. Doni amesikia Nick alifukuzwa kazi, lakini kwa kuwa Nick anatishia kumpeleka kwa Hugo, Doni lazima akubali kumtambulisha kwa Panthers. Siku inayofuata, watu wa mafia wa Italia wanafika Ufaransa na kuongea na wahalifu wa eneo lile kutafuta vidoko. Wanapata video ya Doni na kugundua ndiye mtu wa mwisho kifaa cha kufuatilia almasi kilipoonesha. Wakati huo huo, Nick anakutana na Giovanna huku wengine wakiwatazama kwa mbali. Baada ya mkutano Panthers wengine wanamwambia Giovanna wana mashaka na Nick kwa sababu alikuwa polisi, lakini Giovanna anasema yeye ndiyo ufunguo wa kuingia kwenye vault. baadaye Doni anamshawishi hava kumpangisha nafasi kwenye vault akidai ana mzigo unakuja. Usiku huo Nick anakutana na Panthers wengine ba na inabidi atumie dawa za kulevya kuthibitisha kuwa sasa ana kinyume na sheria. Kisha anacheza na Giovanna kwa ukaribu sana kiasi cha kumfanya Marco aone wivu, kwani yeye na Giovanna walikuwa wapenzi. Doni anamwambia Nick aache au atapata shida, lakini Nick anampuuza na kuendelea kumshika Giovanna. Marco akiwa amekasirika, wanawatenganisha na kumpiga kichwa Nick kuanzisha ugomvi. Wakati wanaume hao wanapigana chini, Doni anataka kuwazuia, lakini Vic anamzuia na anaanza kupigana naye pia. Punde walinzi wanafika na kuwafukuza wote nje. Polisi pia wanakuja na Hugo anampapasa Nick kabla ya kumwacha aende. Doni na Nick wanaanza kuelekea nyumbani wakati ghafla mafia wa Italia wanawavamia na kuwasukuma ndani ya gari. Asubuhi, Nick na Doni wanajikuta boti milia katikati ya bahari. Waitalia wanawaambia warudishe almasi nyekundu kama wanataka kuishi, kabla ya kuwasukuma wote majini. Boti inapoondoka, Doni anamweleza Nick kuwa hakujua almasi nyekundu zilikuwa mali ya mafia. Wawili hao hawana chaguo ila kuogelea hadi ufukoni, ambapo Nick anatangaza kujiondoa kwenye wizi kwa sababu hataki shida na Waitalia ambao ni hatari sana. Masaa machache baadaye, Nick anawatazama walinzi wa eneo lile kutoka kwenye balkoni yake anapopigiwa simu na Doni ambaye anamshawishi kujiunga tena. Kisha Nick anakutana na timu na kugundua Marco na Vico wamejiondoa. Baada ya kumfunga Nick kitambaa usoni timu inampeleka makao makuu yao kujadili mpango benki na kamera 127 zinazozunguka kwa interval ya sekunde kumi, ikimaanisha kamera 117 zinakuwa giza mara kwa mara. Watalazimika kushuka kwenye vault kwa muda mwafaka ili wasionekane wakati wa giza hilo. Sheria za Fraiser zinamaanisha picha ni za moja kwa moja na hazirekodiwi, lakini bado wana tatizo la maeneo wasiyoyaona. Kuna eneo ambalo watu maalum tu wanaweza kuingia, hivyo Nick atabidi ajifanye wa ulinzi. Mchana, Doni anamtambulisha Nick kwa meneja wa benki, ambaye amepokea barua yenye wasifu wa Nick kama polisi. Nick sasa ameruhusiwa kuwa mlinzi wa Doni ndani ya benki. Kisha wanakutana na Hava, ambaye anaweka miadi na Nick ili waweze kuweka mzigo wa Doni. Wanaporudi makao makuu, wanafanyia kazi vifaa watakavilitaji kama kiakisi reflector ili kudanganya kamera. Giovanna anampa Nick koti maalum linaloweza kurekodi kila upande, na Nick anajaribu kumtongoza tena lakini anamkataa. Baadaye, Doni na Nick wanaenda benki kuweka mzigo. Hava anamwongoza Nick hadi kwenye vault na suti yake inarekodi maelezo yote ya usalama wa benki kwa ajili ya timu, kama nafasi za kamera na chuma kilichotumika kwenye milango. Wakati anaweka mzigo, Nick anajua mahali almasi nyekundu zilipo na anamwambia Doni baadaye wakati huo huo, Marco na Vic wanaungana na genge linaloitwa The Tigers ili kulipiza kisasi kwa Panthers. Makao makuu, Panthers wanatengeneza maski kwa 3D printer na kubadilisha mwonekano wa gari, huku Nick akijifunza jinsi ya kudanganya kufuli la kidijitali kwa dawa ya kupuliza spray. Anarudi benki akijifanya Doni anahitaji kitu kwenye vault, na anatumia spray mdomoni mwake ionekane kama dawa. Watu wanapokuwa wamekengeuka, anatumia spray hiyo kwenye sensa ya Volt pia. Usiku huo, jiji nzima linatazama mechi muhimu ya mpira, wakiwemo walinzi wa benki. Panthers wanajiandaa kwa wizi huku Tigers nao wakichukua silaha zao na kukusanya watu. Giovanna anajificha kwenye jengo karibu na benki ili kuangalia kamera na mifumo ya ulinzi. Wanaume wanaenda kwenye maegesho ya jengo la jirani na Doni anavaa maski inayofanana na meneja ili kupita kwenye kamera mapokezi. Taa za gari zinapopusha kamera ili timu iweze kutoka na kufika kwenye ngazi bila kuonekana. Wanapopata mlango, wanavunja kufuli kwa drill ndogo na kukimbilia darini. Wakitumia nondo ya chuma, wanavuka pengo kati ya majengo na kufika juu ya paa la benki, wakati Giovanna akiwapa taarifa za mizunguko ya kamera. Wanaume hao wanavunja kufuli lingine na kusubiri wakati sahihi wa kushuka chini. Kila wanapotaka kubadilisha eneo la kamera, Giovanna anawaambia wasimame na kusubiri hadi mzunguko upite. Hatimaye wanafika kwenye lifti na kulazimisha mlango ufunguke kisha wanashuka polepole. Wana sekunde chache tu, lakini kwa bahati wanasonga haraka vya kutosha kufunga lifti kabla kamera haijawaona. Kisha wanajipanga nyuma ya kile kiakisi reflector ili kuvuka korido na hatimaye kufika kwenye vault. Wanafungua kufuli na geti kwa urahisi, lakini kwa volti yenyewe wanatumia vifaa vya kisasa vinavyowaruhusu kuifungua bila kelele. Wanaendelea kuvunja masanduku yote na kuimba vitu vya thamani, ingawa Nick na Donnie wanachanganyukiwa kwa kukosa almasi nyekundu. Wakati huo timu ya meneja inaanza kufungwa, hivyo anaamua kurudi kazini. Giovanna anamwona kwenye kamera na kuwatahanarisha wanaume ambao wanaacha kufungua masanduku na kuanza kujaza mifuko yao. Doni hataki kuondoka bila almasi nyekundu na baada ya kutafuta sana, hatimaye wanazipata. Kundi linakimbilia kujificha kwenye shimo la lifti ili meneja anapofika kwenye vault anakuta imefungwa na kuondoka bila kuhisi chochote. Mara tu meneja anapoondoka, kundi linaanza kupanda juu kupitia shimo la lifti wakisubiri kamera zizunguke. Mtu mmoja anabaki chini kuvuta kamba ili mifuko ipande haraka na mara vitu vikiwa salama, wengine wote wanapanda pia. Giovanna anapowapa ishara, kundi linatoka nje ya benki na kuanza kuvuka pengo kati ya majengo tena. Timu yote inavuka isipokuwa Nick kwa sababu nondo ya chuma inavunjika wakati anajaribu kuvuka. Nusu yake inaanguka barabarani na inaonekana kwenye kamera na walinzi ambao wanaamua lazima walinde paa. Giovanna anaona walinzi wanasogea na kuiambia timu ikimbie. Nick akiwa bado ameshikilia nusu nyingine ya chuma, hana chaguo ila kupanda kurudi kwenye paa la benki. Anatupa begi lake kwa wenzake kabla ya kukimbilia chini, akihakikisha anajificha kila anaposikia mlinzi anakuja. Mlinzi anapofika juu ya paa, haoni chochote cha kutiliwa fudhika. Wakati huo, timu nyingine inafika kwenye gari na kuondoka maegesho ambayo pia inaonekana kwenye kamera. Nick anaendelea kunyanyaka benki na kujaribu kila mlango, lakini zote zimefungwa. Hatimaye mlinzi anamwona na Nick anampiga risasi moja kwa moja, akijua mtu huyo ana vesti ya kuzuia risasi. Mlinzi mwingine anasikia mlio na kuwasha kengele ya hatari ya benki kuwa shaumiwa. Nick anavunja mlango na kupata balkoni ambayo iko chini kiasi cha kumruhusu kuruka na kutua juu ya gari. Timu inampitia moja kwa moja na wanaondoka, huku kamera zikichukua namba za gari. Muda mchache baadaye, wanaingia maegesho mengine na kuanza kubandua rangi nyeupe kwenye gari ili kubadili rangi yake. Pia wanaweka namba mpya. Mifuko yenye pesa inawekwa kwenye gari lingine ambalo Giovanna ataendesha uelekeo tofauti. Huko benki, meneja na walinzi hatimaye wanagundua kuwa vault imeibiwa. Wanaume hao wanaelekea mpaka wa Italia, wanagundua gari linawafuata. wanachanganyikiwa kwa sababu sio gari la polisi, lakini wanajiandaa na bunduki. Gari la pili linatokea nyuma yao na kuanza kufyatua risasi likiwa na Marco na Vic pamoja na The Tigers. Nick na wenzake wanalazimika kurudisha mashambulizi huku Doni akiendesha kwa fujo kuepuka risasi. Baada ya risasi nyingi na majeraha kadhaa, hakuna upande unaoona shinda, hivyo Doni hafla anageuza gari na kuanza kuendesha kinyume kinyume. Sasa Panthers wana shabaha nzuri zaidi na wanafanikiwa kupiga baadhi ya majambazi. Hata hivyo, hii haitoshi kuwazuia, na mbio inaendelea. Magari yanavuka handaki giza la daraja kufika barabara karibu na milima. Mashambulizi yanaendelea na Nick hatimaye anafanikiwa kupiga hukwa. Kwa bahati mbaya, hii inawaacha Panthers bila risasi. Hivyo Tigers wanatumia nafasi hiyo kupiga matairi yao kusababisha gari kugonga milimani. Marco na Vic wanarudi na kujiandaa kuua Panthers, lakini kabla hawajapiga risasi, wanauliwa kwanza na Waitalio waliofika muda huo. Doni anawapa almasi watu wa Octopus kwa malipo. Octopus anampa ufunguo wa gari lingine ili waweze kutoroka. Baada ya kuchoma gari lao lililopata ajali Panthers, wanafunga vidonda vyao na hatimaye wanaondoka Italia. Wanaume hao wanaungana na Giovana kusherehekea mafanikio yao. Hata hivyo, furaha yao inakatilishwa wakati polisi wanapovamia kuwakamata wote. Doni na Giovana wanagundua jinsi Nick anavyopelekwa kwenye gari tofauti, ikidhihirisha kuwa amekuwa akifanya kazi na Yugo ili kuwakamata Panthers muda wote. Hivi haraka, kukamatwa kwao kinatangazwa kwenye habari na Octopus anapata wazo. Muda mchache baadaye Nick anamtembelea Doni gerezani na kukiri kuwa amekuwa akidanganya kundi muda wote, lakini pia urafiki wao ulikuwa wa kweli. Kabla ya kuondoka, Nick anamshauri Doni akae upande wa kushoto nyuma. Wakati wa kumsafirisha Doni kwenda kituo chingine, helikopta mbili zinatua katikati ya barabara ili kuzuia msafara. Doni anakaa kama Nick alivyosema wakati kundi la watu waliovaa maski linamwokoa kutoka kwa polisi na kumchukua kwenye helikopta. Doni anashushiwa nyumbani kwa Octopus na kujua kuwa ameokolewa na mafia wa Italia. Octopus amevutiwa na ujuzi wa Doni wa kuiba benki na sasa anataka afanye kazi kwake. Baadaye siku hiyo Nick anapata ujumbe kutoka kwa Doni ukisema tutaonana hivi karibuni. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.